Baba, sababu gani watu wanasema makali juu ya mama na dada? Baba, sababu gani wazee wa mgini wanakataa kusema wako wa hii mgini? Hii ni mgini yetu, sisi sote tunazaliwa hapa. Baba, sababu gani watu wa moja wa jamaa hawatutembelee tena tangu kufika kwa waskari wa baba niliona mama na dada hawakufanya kitu kibaya kwa waaskari, lakini waaskari waliwashambulia. Sababu gani waaskari wamesumbua mama na dada? Mama alikuwa anawaomba huruma wasisumbue dada. Mama alikuwa muodari. Mimi ninakuomba usiwasahau baba. Sababu gani unawaacha wataenda wapi? Walifanya nini? Sababu ya hiyo, sababu gani unapachia waaskari ushindi? Sababu gani wanasumbua mama na dada? Sababu gani tunasumbuka mujamaa juu ya waaskari? Baba, kumbuka siku moja jambo ya cheko na ya furaha ile tuliona sisi wote pamoja kujamaa. Mimi nafurahi juu ya mama na dada wako washujaa mtaifa letu nzima. Baba, kukaa kimya ni mubaya. Kukaa kimya inasumbua sana mama na dada kuliko waaskari. Baba, kuja kuangalia, mama analia, dada anahitaji mama na dada. Wanapenda tuwasaidie, tuwe watu wa kutenda mema. Inatufai tuwe watu wa kutenda mema.